Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimesema hakipendezwi na tabia ya baadhi ya mawakili kupokea malipo kutoka kwa wateja bila uwajibikaji unaofaa na kuhimiza kuwa wote wanaofanya kazi za uwakili wahakikishe wanazingatia kwamba taaluma yao ni ibada yenye uwajibikaji mkubwa kwa jamii. Akizungumza leo Februari 2 mwaka 2026 jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya sheria nchini, Rais wa TLS wakili Boniface Sanyisida Mwabukusi ameweka bayana kuwa shule ya sheria, Law School, inapaswa kuchunguzwa kwa ukaribu kupitia michakato yake ya kuandaa mawakili ili kuhakikisha kwamba vinara wa taaluma hiyo ni mawakili waadilifu na wenye sifa stahiki. Aidha, Mwabukusi ameiomba serikali iimarishe shule hiyo kwa kuweka vikwazo vya kina ili kuzuia watu wasiofaa kuingia kwenye taaluma ya wakili.